Naam, tunarejea jijini Dar es Salaam. Rais John Magufuli ameahidi kuifanyia matengenezo barabara ya kutoka Ubungo Kibangu hadi Riverside ambako itaungana na barabara ya Mandela. Rais Magufuli ametoa hadi hiyo wakati akizungumza katika ibada ya asubuhi kwenye kanisa la Maumbezi linaloongozwa na Mchungaji Anton Lusekelo lililopo Ubungo Kibangu, ambapo Rais Magufuli amelitembelea. Dominiki Mokiwa ameandaa taarifa zaidi ametembelea kanisa la maombezi lilipo Ubungo Kibangu jijini Dar es Salaam, ambapo akiwa kanisani hapo ameahidi kuifanyia matengenezo barabara ya Ubungo external kwenda Ubungo Kibangu. Pamoja na kuahidi kuifanyia matengenezo barabara hiyo, rais Magufuli amesema ataendelea kuwa mnyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu, huku akisisitiza kuwatumikia Watanzania bila kujali tofauti zao za kidini. Mchungaji mkuu wa kanisa la maombezi Antoni Lusekelo amepongeza hatua ya rais Magufuli ya kuifanyia matengenezo barabara ya Ubungo eksteno kwenda Ubungo Kibangu, kwani itasaidia kuondoa kero za wananchi. Ni rahisi kutoka Ubungo mataa kwenda mjini ule atawahi, lakini anatoka hapo kwenda babani kule, labda walibugari, nashindwa kusafisha, wagonjwa wanawake wajawazito, tokea tabu wote huko, hali inakuwa mbaya. Kwa hiyo naamini e, barabara hii karabatiwa, sisi wana Ubungo wote pamoja na makanisa tulioko huko ya kwa makanisa mengi na misikiti mingi huko tafurahi sana, nao wakazi wa maeneo hayo wakawa na haya ya kusema, farijika sana, na tunaomba rais wetu aendelee kutembelea na makanisa mengine pia eh, ili angalie wa Tanzania ni jinsi gani wanavyo mwabudu Mungu, wanavyompenda Mungu, na tunamuombea Mungu aendelee kufanya kazi yake kwa ufanisi mkubwa kwa kipindi hiki ambacho yuko madarakani. Kweli tunashukuru kweli. Hii barabara tunateseka, pikipiki zinaharibika piki, piki, piki, piki, kila siku ya Mungu, kwa bodaboda wote hapo eh, na sisi wotepowakifurahi kuja kutembelea. Sasa sisi tumejifisha sana, umeona kuja huku mpaka huku kujue mheshimiwa kaja. Tunashukuru sana. Rais Magufuli ameongozana na mkewe mama Janet Magufuli alipofika katika kanisa hilo la maombezi. Dominic Mukiwa, TBC, Dar es Salaam.